Mtazamaji wangu ninakusalimu sana. Habari yako? Amjambo wote mnanitazama, lakini mi niko, niko na jambo moja tu leo, moja tu, naomba mnisaidie. Hivi ule mzimu wa Kaini kwa kumuua ndugu yake, ndugu wa damu, ndugu kabisa, rafiki, umeiacha salama kweli hata familia za leo? Maanake nimekuwa nikiona kama vile ndugu ndio watu pekee amba hawaelewani duniani unasikia mtu anasema ni afadhali ndugu ambayo sio wa kuzaliwa, unaweza ukashea naye jambo. Yani hatuna ile kusema kwamba ndugu ndo ndugu yako. Yani unasikia ah, mtu anasema kabisa ni afadhali mtu mtubaki kuliko ndugu. Yaani ndugu ndio mbaya, ni afadhali tena ambaye sio ndugu. Nami nauliza ule mzimu wa Kaini kwa kumuua Abeli nduguye ulimwacha salama kweli? Kwa sababu leo nashindwa kuelewa ndugu ndo wanayechukiana, ndo wanayepigana vita, ndugu kabisa wa kuzaliwa na mama mmoja, tumbo moja, wamenyonya ziwa moja. Naomba niwaulize na mnijibu, ni ule mzimu wa Kaini kumuua ndugu yake ndo unayetutesa leo? Au kwa sababu hii haijalishi kwa maaskofu, kwa wachungaji, mitume, manabii hata ndugu zao hawayaelewi na ndo wanayowasema vibaya, ambako kuuliza tu le msimu wa Kaini umewaacha ndugu zetu salama, umewaacha ndugu wa kuzaliwa salama kweli? Naomba tu mnijibu, kwa sababu ni kitu nimetamani niulize, kwa sababu leo vita vya ndugu vya ndugu ndo vimekuwa vikubwa. Hata ukiangalia ukiangalia, eh, Israeli na Palestina, wale ni ndugu, vita mpaka leo. Angalia tu watu tu, angalia tu, yani kaka akijenga pale na kaka mwingine, vita, msuguanu hmm? Nataka ni nijue tu, jamani, ule mzimu wa Kaini umetuacha salama eh? Hilo tu, tu, tu, tu yako ambaye, mbay, ukifanya jambo auelewi kwasababu inamaana bado mzimu ule haujamuacha. Naomba tu Ndugu jamani, tupendani yani inakuwa vizuri. Unajua, familia kwa familia zikielewana inakuwa ama, lakini wasipoelewana ni hatari, hatari kubwa sana. Kwa hiyo tujiulize tu, msimu mzimu wa Kaini umewaacha ndugu salama? Hilo ndo swali langu. Watu wa TikTok, karibuni tujadiliane, hii mzimu wa Kaini umewaacha watu salama, hmm? Inaniuma mimi kuona ndugu hawaelewani, ndugu wanaonana kama mashetani yani, eh? Mashetani wanaonana ni mamizimu, mamikosi. Amewacha salama kweli? Saidia ni maswali na majibu haya. Mungu abariki sana, nawapenda.